Wakati wengine wanaangaika kuposti picha kila dakika ili waonekane hoti, kuna wasichana wachache kimya kimya wanavutia bila hata kujaribu. Wanatembea tu na watu wanageuka wenyewe. Siri yao ni nini? Ni heshima. Heshima inamfanya msichana awe kama sumaku ya hadhi. Haongei ovyo, havai ovyo, lakini bado kila mtu anatamani kuwa karibu naye. Leo tutaangalia sababu saba kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi na namba tano inaweza kukushangaza kabisa kwa hiyo kaa tayari usiache kucheka lakini pia ujifunze maana leo tutaongelea mvuto wa heshima na sio wa filter. Kabla tujiendelea na somo letu la leo jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho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 Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie sababu saba: kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi. Namba moja, heshima hujenga shauku ya mwanaume wa kweli. Msichana anayejilinda huwafanya wanaume wajitahidi zaidi kumfukuzia. Mwanaume hulazimika kuonyesha upendo wa dhati na sio maneno matupu. Hii huongeza thamani yake machoni pa wanaume siku zote. Msichana anayejilinda au anayejitunza huwafanya wanaume wajitahidi sana kumfuatilia, kwa sababu anajitunza. Kwa hiyo jambo hili, wanaume hulazimika kuonyesha upendo wa dhati na sio maneno tu. Hii huongeza thamani machoni pa wanaume siku zote. Mwanamke ambaye anajitunza huongeza thamani yake kwa wanaume na kupitia heshima yake huwafanya wanaume waonyeshe upendo wa dhati kabisa, umfanya mwanaume alazimike kuonyesha upendo wa dhati kabisa kwake. Lakini sababu ya pili, ya kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi: msichana mwenye heshima anajua thamani yake na haachi kila mtu aifikie kwa urahisi. Siku zote heshima ni lugha ya thamani. Kwa hiyo msichana mwenye heshima anajua thamani yake na hachi kila mtu aifikie kwa urahisi. Hii inamfanya mwanaume aone yupo mbele ya mtu wa kipekee na sio wa kawaida. Wanaume wa kweli huvutiwa zaidi na binti anayejua kulinda thamani yake kuliko anayejiachia hovyo. Siku zote wanaume huvutiwa na binti ambaye anaweza kujitunza. Mwanaume anavutiwa na ana, anavutiwa zaidi na binti anayejua kulinda thamani yake kuliko anayejiachia hovyo. Hakuna mwanaume ambaye anavutiwa na binti ambaye anajiachia ovyo, binti ambaye kajirahisisha, najirahisisha kwa kila mtu. Siku zote mwanaume wa kweli anakuwa, anakuwa anavutiwa zaidi na binti anayejua kulinda kamani yake, binti ambaye anajua kujitunza, binti ambaye haruhusu wanaume wengine wamchezee wa au binti ambaye anaweza kujitunza na kuzuia kulala na wanaume wengine siku zote mwanaume huwa anavutiwa na mwanamke anayeweza kujitunza, anayeweza kujitunza thamani yake, ambaye anaweza kujizuia kulala na wanaume wengine. Kwa hiyo hii humfanya mwanaume aone yupo mbele ya mtu wa kipekee na sio wa kawaida. Kupitia kwa mwanamke kujitunza, kupitia kwa mwanamke kutunza thamani yake, hii humfanya mwanaume ajione yuko mbele ya mtu wa thamani na wa kipekee zaidi, lakini Sababu ya tatu ya kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi: msichana mwenye heshima huvutia kwa kuwa na mipaka. Kila mwanaume anapenda kujua kwamba mwanamke ana viwango na anajua kusema hapana. Hii humfanya mwanaume kumheshimu zaidi na kumuona si wa mchezo, bali mtu wa kuwekeza maisha ya muda mrefu. Siku zote mwanaume anakuwa anavutiwa na msichana ambaye anajua ana, anajua kuheshimu mipaka yake, ambao amejiwekea mipaka, mwanamke ambaye ana misimamo ya kusema hapana, siwezi nikakosea kufanya jambo hili. Kwa mfano labda unakuta mwanamke, asilimia kubwa, wanawake wengi wanapokutwa na wanaume, wanaposhawishiwa na wanaume, wanajikuta wanawaamini watu wale na kulala nao, lakini mwanaume huwa anavutiwa na, baada ya kulala naye, unashangaa mwanaume yule anakuja kumwacha Watu wengi wanaanza kushangaa kwa nini ameniacha, na nimemfanyia jambo hili siku zote. Mwanaume wa kweli anavutiwa na msichana ambaye anaweza kusema hapana, mwanamke ambaye anaweza kuwa na misimamo ambao anazijua ya thamani yake, ambao anazuia ya kulala hakubali kulala na mwanamke na mwanaume ovyo. Mwanaume anavutiwa na mwanamke ambaye anaweza kujituza, anaweza kusema hapana, siwezi kufanya jambo hili pasipo kuogopa. Kwa hiyo jambo hili linamfanya mwanaume amwone mwanamke huyu wa thamani sana. Lakini sababu ya nne, ya kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi: heshima hupunguza hofu ya kutumiwa. Anayejiachia mara nyingi huonekana kama rahisi kutumiwa na kuachwa, lakini mwenye heshima anajilinda dhidi ya michezo ya wanaume wasio na nia ya kweli. Wanaume huona wazi tofauti hii na kuvutiwa zaidi na aliye na msimamo siku zote. Mwanaume anavutiwa na msichana na aliye na, ms, na msimamo. Mwanaume anavutiwa na msichana ambaye anajiachia ovyo? Mwanaume anavutiwa na msichana ambaye anajirahisisha ovyo kwa wanaume, analala ovyo na wanaume? Bali mwanaume anavutiwa na, ms, na mwan, mwanaume anavutiwa na msichana anayeweza, mwenye misimamo mikali ambaye anaji, anajitunza ambaye hawezi kulala na wanaume ovyo. Mwanaume anavutiwa na mwanamke namna hiyo. Watu wengi wanazani wanaume wanavutiwa na mwanamke na, na mwanamke anayejirahisisha. Ndio maana watu wengi wameumizwa, na shangaa alimkubalia kijana fulani akalala naye na akategemea kuwa kijana huyo atamoa, na mwisho wa siku yule kijana anamwacha na kwenda kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo jambo la msingi ambao ntakialitambue mwanaume wa kweli anavutiwa na msichana mwenye misimamo na anayejitunza kwa dhati, lakini sababu ya tano ya kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi. Msichana mwenye heshima huvutia kwa kuwa na sauti ya ndani. Anaijiachia mara nyingi hufuata pressure ya marafiki au tamaa za mwanaume, lakini mwenye heshima husikiliza nafsi yake na sauti ya Mungu. Hii huvutia wanaume wanaotafuta mwenza wa kweli kwa sababu heshima ya, ya ndani huangaza nje kwa siku zote. Mwanamke anayejiachia mara nyingi hufuata presha ya marafiki au tamaa za wanaume, lakini mwenye heshima husikiliza nafsi yake. Mwanamke mwenye heshima husikiliza nafsi yake na sauti ya Mungu. Mwanamke mwenye heshima huwa akurupuki, anasikiliza nafsi yake, anasikiliza sauti ya Mungu. Hii huwavutia wanaume wanaotafuta mwenza wa kweli, kwa sababu heshima ya ndani huangaza nje. Lakini sababu namba sita ya kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi heshima ni alama ya ujasiri. Msichana anayejua kusema hapana anaonekana jasiri na mwenye maamuzi. Ujasiri huu humvutia mwanaume wa kweli kwa sababu anaona msichana huyu ni nguzo imara ya familia baadaye. Siku zote jambo la msingi ambalo utakuwa ulitambue, heshima ni alama ya ujasiri. Kwa hiyo msichana anaejua kusema hapana anaonekana jasiri na mwenye maamuzi. Kwa hiyo ujasiri huu huwa unawavuta wanaume wa kweli, humvuta mwanaume wa kweli kwa sababu anaona msichana huyu ni nguzo imara ya familia baadaye. Lakini pia sababu ya saba ya kwa nini msichana mwenye heshima huvutia zaidi Heshima huvutia kwa sababu ni nguvu ya kudumu, sio urembo wa muda. Urembo wa uso unaweza kupotea, lakini heshima na thamani ya ndani kudumu. Msichana mwenye heshima huvutia kwa muda mrefu, kwa sababu mvuto wake hautegemei mwili pekee, bali utu wake wa ndani. Kwa siku zote, heshima huvutia kwa sababu ni nguvu ya kudumu, sio urembo wa muda. Urembo wa uso unaweza kupotea, lakini heshima na... lakini heshima na thamani ya ndani hudumu. Msichana mwenye heshima huvutia kwa muda mrefu, kwa sababu mvuto wake hautegemei mwili tu pekee, bali utu wake wa ndani. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe, kisha unabonyeza kitufe cha alama kingele. Nikutakie wakati mwema.